Nikaishiwa nguvu kutokana na timu yangu imeni surprise, kutegemea kufungwa kama alivyosema my brother na vibonde y yeah, prison vibonde bwana, dabi unasomaje? Ni vibonde manake. Na mabao kwanza yale yalikuwaje manake, yalifungwa upande wako, tuambie manake. Eh, kipotosha ametoa mtazamo wake, amesema kwamba ana e, ana asilimia chache na mlaumu Beno, sababu ni professional, lakini magoli namna ambavyo amefungwa, yeye anapeleka lawama zake. Wewe umeyatazamaje kwa upande wako? Niseme magoli ambayo a, kwanza mbinu ya mmoja wa mbinu aliyotumia Prison baada ya kurudi sasa, hapa kocha wao akasema nje huo na shuti, kwa sababu alikuwa anashindwa kuingia na ubora wa mabeki yote ulikuwa hali ya juu, ka alikuwa anashindwa kuingia ndani. Kwa hiyo wenyewe walicho, walicho win, ni kushuti nje ya box, unaona. Kwa hiyo ile goli la kwanza akashuti ikafanya deflection, ikamgusa haya mbegu, na magoli ya deflection ni ngumu sana kudaka kwa golikipa yoyote yule pale, sawa, kwa sababu inapoteza mwelekeo kwa hiyo kafanya ikafanya nini, nini nini Kiingereza nimesema nini? <laughs> Nimesoma <Deflection? laughs> kako unaelewa, ikapiga eh. <laughs> Hey, deflection, kwa hiyo Beno aka, yani hivi kwa hiyo kule deflection pilo kamchanganya ikaingia, lakini goli la pili ni ubora wa striker, sio striker akapiga shoot. Basi niseme tu ndo hivyo eh, vibondo kawafunga eh bwana. Vipi wa... Eludi kuja ujiwa heli, u pia unachangia kwa sababu Eliudi game ya kwanza hapa <laughs> <heliudi laughs> <heliudi laughs> po... game zote game zote Eludi asipokuja tunashinda. <laughs> hii hapa amekuja tumefungwa. Kwa hiyo asi kuja asije tena uwanjani kama yupo Waza... kashaka eh, paka sisi bodi tukae, bodi tukae tuangalie je, yeah, anahusika kwenye hii hapa nini hapau kwa nini kwa nini kae atakulekna asichanganyikane na sisi, bora akae akae na na wazee kule, asili asihusike na <waze> yeah. sisi <laughs> kwenye game kama kweye yeah. gemukuondo yeah. sababu nadhani eh yeah. yeah. si yes, amepewa muda mchache sana, saa 12 rudi nyumbani, imeisha, lakini tunashukuru mchezo umeisha tuko hapa kwa sababu sasa hivi ni uwanja wetu wa nyumbani, tutautumia baadhi ya game. Kuna msubirije KPT Tanzania hapa hapa ni hapa hapa hapa, baada hapa, uwanja ukikamilika kule home, tunarudi sasa. Pole eh. sana imekuwa wiki sana wiki mbaya kwako kabisa kabisa, mzee wangu, na sio tu hapa, hata nje ya uwanja kuna mengine napitia, tuseme kwamba ni issue ya mapenzi, tusitangazie watu. Asante, twende sasa, labda la mwisho la la mwisho, labda ni niwasalimie bibi yangu, shalom shalom. <laughs> <na paten>. Yuko Mbeya <Ni, laughs> niwache wache na Yohana tatu mstari wa kumi na sita, unasema sijui unasemaje <laughs>